Guys, mambo vipi? Karibu sana sana sana kwenye chaneli hii ya Teacher Sharak. Kama kawaida, tumekutana tena na hii unayoiona hapo katika screen ya simu yako ni PDF kutoka Tume ya Vyuo Vikuu Tanzania ambayo inaonyesha orodha ya waombaji waliofanikiwa kudahiliwa zaidi ya chuo kimoja au program zaidi ya moja katika awamu ya pili ya pamoja ya udahili ambayo hawajathibitisha udahili wao katika awamu ya kwanza kwa mwaka wa masomo 2025 2026. Kwa hiyo PDF hii tayari tumeipata eh, na tunayo, inapatika na inapatikana katika mitandao yetu ya kijamii yote, ambapo wewe ambaye eh, eh, unaona unaweza ukawa umedahiliwa katika chuo zaidi ya kimoja, unaweza ukaitumia ili kujithibitisha kama umechaguliwa chuo zaidi zaidi ya kimoja, ma program zaidi ya moja, ili uweze ku, eh, ku, ku, ku, ku, confirm program moja wapo. PDF hii inapatikana katika mtandao wangu wa kijamii, ambapo unaweza kuipata kwa kukliki hapo chini ya video hii. Utaona kuna link nimekuwekea, ukikliki hapo utaweza ukadownload video ya PDF hii, na utaona kama jina lako lipo ama la. PDF ni ndefu sana. Ee, inaweza ikawa na peji zaidi ya mia sita au buku na. Kwa hiyo wale ambao wanaweza wakawa wanapata tabu namna ya kupata jina lao katika PDF hii, nitakuelekeza hapa kwa haraka haraka namna ya kufanya ili uweze kuliona jina kwa urahisi. Kwanza ifungue PDF hii kwa kutumia WPS, ee, ni application ambayo inatumika sana katika kufungua PDF na pamoja na mafaili mbalimbali. Alafu mbali. kisha njoo sehemu yenye vitufe vitatu kama unavyoviona upande wa kulia juu. Ukisha click itakuletea sehemu ya kufind, utabonyeza hapo find, alafu utaweza kutype jina lako ili kujua kama jina lako limo. Mfano huyu anaitwa Angelina, Angelina, Angelina, type Angelina. Ukisha type Angelina utabonyeza alama ya kusearch. Baada ya kusearch, italetewa alama majina yote yenye jina Angelina, ukiklik mshale wa mbele na kuja katika jina lingine lenye jina Angelina, kuna huyu Angelina, Angelina e, Maliwa alafu kuna eh, Angelina Onesmo Simanyi na kadhalika. Kwa utapata majina yote, kama jina lako unaitwa fulani, utalisachi kwa namna hiyo. Una haja ya kupeluzi PDF nzima ili kulipata jina lako, utafanya hivyo kwa urahisi na utaweza kuona jina lako. Kama nilivyosema, ili ukipata PDF hii click kwenye hiyo link hapo chini, itakupeleka moja kwa moja sehemu ya kudownload PDF hii. Asante.